Awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema kwa kutuwezesha kufika kwenye siku hii muhimu ya kilele cha juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Ni furaha kubwa kwangu kushiriki nanyi katika tukio hili lililosisitiza umuhimu wa elimu katika maisha ya kila Mtanzania bila kujali umri au nafasi katika jamii na kauli mbiu yetu ya maadhimisho ya leo ni kukuza kisomo katika dhama za kidijitali kwa maendeleo ya taifa letu. Kauli mbiu hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia katika kukuza elimu kwa watu wazima, kuhakikisha kuwa elimu inapatikana kwa urahisi bila vizuizi vya muda wala nafasi Kupitia njia za kidigitali jamii inawezesha watu wazima kupata maarifa mapya, ujuzi wa kazi na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na za kiuchumi. Aidha, njia hizi zinachangia usawa wa kijinsia, kwani wanaume na wanawake wanaweza kushiriki kwa usawa. Nisitize kwa halmashauri ya jiji la Arusha sambamba na jitihada kubwa ambazo mkiendelea kuzitekeleza, niombe kutenga budget ambayo itaweza kutosha eh, kwa ajili ya hawa watu kupata elimu nje ya mfumo rasmi. Maafisa elimu kata, pia kuanzisha madarasa ya watu wazima wasiojua kusoma na kuandika katika kila kata. Pia kumekuwa na upungufu wa walimu ambao wataweza kuwawezesha hawa watu wazima pamoja na hawa ambao wako nje ya mfumo rasmi, lakini pia kumekuwa na ukosefu wa vifaa vya ufundi na baadhi ya watu wazima kutokujitokeza. Inawezekana hili lipo, lakini mpaka inafikia hatua hawajitokezi, tafsiri yake ni nini? Ni kwamba watu hawa hawana taarifa sahihi ya wapi wanapaswa kwenda. Bila shaka tukiwafikishia taarifa kwa kupitia watendaji wa kata na mitaa na wenye viti, naamini hili halichajitokeza tena. Lakini kwa kumalizia, pia napenda kusisitiza kwamba elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni chachu ya maendeleo ya taifa letu. Tushirikiane kuhakikisha kila mwananchi anapata fursa ya kujifunza kuondoa ujinga, kuimarisha uchumi na kujenga jamii yenye maarifa na ubunifu. Watu wazima ni jambo la maisha yote, ni mchakato wa kuendelea kujifunza katika maisha yote ya mtu, alisema. Pia elimu ni funguo wa maisha bora. Bila elimu hatuwezi kushinda ujinga, umaskini na maradhi. Elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi Ilichukuliwa na Mwalimu Nyerere kama chombo cha msingi cha ukombozi wa maendeleo ya taifa. Kupitia programu hizi, Tanzania iliweka msingi wa kujitegemea na kupambana na maadui wakuu wa maendeleo: ujinga, umaskini na maradhi. Wanawake na wanaume wanaweza kushiriki kwa usawa kupitia njia bunifu za kujifunza. Na sita, kusaidia kufikia malengo ya dira ya taifa kwa kukuza jamii yenye maarifa na ubunifu kushindana katika uchumi wa kidijitali Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ya halmashauri jiji la Arusha. Halmashauri kwa kushirikiana na taasisi ya elimu ya watu wazima Tanzania imeanzisha darasa la Secondary Education Quality Improvement Program SEQIP ambalo lina wanafunzi mia na kumi wanaopata elimu ya wa sekondari nje ya mfumo rasmi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa watoto hawa wa kike waliopata changamoto ya kupakatisha masomo katika mfumo usio rasmi, kupata fursa ya kuendelea na masomo katika njia mbadala. Tushirikiane sote kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata fursa ya kujifunza ili kutokomeza ujinga, kuimarisha uchumi na kujenga jamii yenye maarifa na ubunifu. Baada ya kumaliza nilipata grade B na kupangiwa shule ya sekondari ya Lerai. Baada ya kufika Lerai, nilianza masomo yangu elfu mbili na ishirini elfu mbili ishirini na, na mbili nikamaliza form two kwa kupata division 2.18. baada ya hapo nikapangiwa kombi business kwa masomo ya uchumi. Nilipofika elfu mbili ishirini na nne, miezi ya mwanzoni nilifanya uzembe shuleni nikapata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito, nakumbuka ilikuwa tarehe ishirini na moja mwezi wa tatu, tukapima ujauzito. Tulianzia form four kwenda form one, tukapima ujauzito nikapatikana nikiwa na ujauzito. Nakumbuka form four nzima nilikuwa mwanafunzi wa kike mwenyewe. Kwa baada hapo nikakatizwa masomo, kuanzia siku hiyo sikurudi shuleni, nikarudi nyumbani nikalea ujauzito chini ya uangalizi wa mama yangu na yule mwanaume aliyenipa ujauzito alikimbia baada ya kujua kwamba mimi na mwanafunzi mpaka na leo hajarudi. Baada ya hapo nikajifungua tarehe thelathini mwezi wa nane hospitali ya Kalolini. Nikakaa nyumbani kwa miezi mitatu. Baada ya hapo nilikuwa nasoma tuition shule ya sekondari Garenaro kwa mwalimu Sunga, ndio akaniambia kuna nafasi iliyotolewa na, na, ilo na mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kituo cha Levolosi kuwarudisha wasichana wote. Ni changamoto kama ya kwako kurudi shule kwa mfumo wa ziada ama so equip, ae. Baada ya hapo nikarudi shuleni. Nakumbuka nilianza masomo mwezi wa tatu, kwa sababu mtoto alikuwa anauma hivyo, nilichelewa kuanza masomo yangu. Nilianza masomo yangu mwezi wa tatu, Levolosi, so equip, ae, ama secondary for quality improvement project chini ya Mwalimu Deogratis Milai. Baada hapo nilisoma 2024 nikasoma nikafanya mtihani wa mock mwezi wa tisa na kupata division 2 kwenti ishirini. Baada hapo tukaja kufanya mtihani wa form 4 wa kupitim kidato cha 4 2024 tulifanyia shule ya secondary 10 ili ilitim ama nilifanikiwa kumaliza na kufaulu ufaulu wa daraja la tatu pointi ishirini na tano na kupata credit HK, japo nilipangiwa chuo kikuu IAA Institute of Accountancy Arusha kwa kozi ya business management and administration in account, I mean in marketing. Baada ya hapo nikarudi nyumbani, baadaye mpaka tarehe sita mwezi wa kumi ama Jumatatu wiki hii ambayo inaanza ndiyo tunaenda kuanza masomo ya chuo kwa kozi ambayo nilipangiwa. Kwa sisi wanafunzi ambao tumetokea kwa mfumo huu, tuweze kusaidiwa ama tuweze kuangalia vizuri na serikali, kwa sababu pia hata nyumbani tuna changamoto mbalimbali, kwa tuweze kupatia mikopo kwa ajili ya kujiendeleza na masomo yetu yatakapokuwa huko mbeleni, ili na sisi tuweze kuji kujiendeleza na kuendeleza wengine ambao tayari walishakata tamaa pia nitumie nafasi hii kuwaasa wazazi ama kuwaasa wale watu wengine ambao walikuwa wanawaficha ama walikuwa wanaficha wakiona changamoto zao haziwezi kutatuliwa Badawe, maneno ni mengi, atasema mengi, ila naamini kwa kutumia projekti hii ambayo ilianzishwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo hapo nyuma haikuwepo. Tumerudishwa shule, tumesoma, tumefaulu na tunaamini katika ndoto zetu, siku tutakuja fanikiwa na kuwainua watu wengine. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.